Kwa jina naitwa Magdalena Kilase Samwenda, mkazi wa Mtoambo Majengo. Nilikuwa nasumbuliwa habari ya shamba langu kwa kipindi cha miaka mingi kuanzia elfu mbili kumi na tano, lakini kwa sasa imefikia tamati mahakama ya ardhi na nyumba. Baada ya hapo, ya wilaya na tunaendesha kesi miaka mitano na baadaye ikafutuliwa mbali ile kesi, kwamba kama kuna upande ambao haujaridhika, basi akate rufaa upya. Lakini sasa mimi sijaweza kukata rufaa kwa sababu eneo ni la kwangu. Kwa hiyo naanza kazi ya kuendeleza lakini hawajasumbua tena. Nilipofika hapa, mm -hmm, nilimwambia wakili kwamba eneo langu lilikuwa lina mgogoro, sasa hivi nimeotesha mazao lakini bado bado kuna vichembe chembe, akaniambia wewe endelea kufanya shughuli zako kama kuna shida yoyote itakayojitokeza basi si tuko. Ah, kwa kweli mimi nimefurahi sana kwa sababu tumeletewa daktari vijijini. Yaani yeye ni daktari. Kwa sababu kwanza imetupusha na gharama ya kwenda kutafuta haki ya kisheria umbali, lakini sasa tumeletewa, na sisi tunaendelea kuwa walimu wa wengine kwamba kuna huduma ya kisheria inatolewa, lakini tuo wa kweli. Asante na mimi nitafikisha kwa wananchi wenzangu.